Amen, tunaendelea na katika kipengele chetu cha pili cha nguvu iliyojificha yaani, siri kubwa sana iliyojificha katika Bibilia. Tunaendelea kusoma katika kitabu kile kile waraka wa Yakobo 4 13 14, ndio ambapo tutakaposoma, tunasoma kwa jina lake Yesu Kristo. Haya basi Enyi msemao leo au kesho tutaingia katika mji fulani na kukaa humo mwaka mzima na kufanya biashara na kupata faida. Mungu anatoa ni kama onyo. Enyi, enyi msemao, yaani ni onyo hilo, ni onyo ambalo Mungu amelitoa kwa wale ambao wanajipangia kesho yao. Mwanadamu hapaanzi kujipangia kesho yake, bali ni Mungu ndiye anayepanga kesho ya mwanadamu. Ndiyo wanadamu wengi wanakujikuta wanaanza kujipangia siku, lakini Mungu ndiye anayepanga siku ya kila mwanadamu. Watu wengi wanafanya dhambi hiyo sana, na hilo ndio siri ambayo ni ya pili iliyojificha katika Bibilia. Kama unapenda ufanye maisha yako yaendelee katika ulimwengu wa mwili na katika ulimwengu wa roho, julisha Mungu shida yako, julisha Mungu kesho yako, naye ya atakupangia siku na saa ile ambayo unatakiwa kufanya kile kitu ambacho ulitakiwa kukifanya. Usijipangie siku hilo ni onyo ambalo limetoka kwa Mungu. Haya basi, enyi msemao, hilo ni kama onyo ambalo mungu amewapa. Tuendelea kusoma: walakini amjui yatakayokuwako kesho, uzima wenu ni nini? Amjui kesho mtakuwa je? Je, uzima wenu ni nini? Mungu anauliza swali hiyo We aujui kesho, mimi nitakuwaje? Akisha Mungu anakuuliza swali, asa, uzima wenyu ni nini? Maana uko unajipangia wewe peke yako mwanadamu, apashe kujipangia mwenyewe siku, bali Mungu ndiye anapashwa kupanga siku ya mwanadamu. Maana kila mtu katika dunia aliletwa na lengo ya kufanya kitu ndani ya ulimwengu wa mwili na katika ulimwengu wa Roho, na vitu hivyo vinakuwa ndani ya ulimwengu wa roho ndivyo vinakuja kutokea ndani ya ulimwengu wa mwili. Usijipangie siku ndugu yangu, tunaendelea kusoma: maana ninyi ni mvuke uonekanao kwa kitambo kisha utoweka. nasia gisi Mungu anasema hapo, mwanadamu ni mvuke ambayo inaonekanaka tu kwa kitambo, ni mvuke ambayo inakuwa tunaonekana kwa kitambo, mwisho wa siku inapotea njoo. Hivyo usijipangie siku, maana ujui kesho yako itakuwaje. Mwanadamu ni mvuke ambayo inaonekanaka tu kwa kitambo tu kidogo, mwisho wa siku inapotea. Kwa hiyo unaweza kuwa mzima leo, lakini kesho ukapotea. Kwa hiyo, maana kama unapenda ufanye kitu katika maisha yako, inabidi umwombe Mungu akusaidie. Kesho nifanye nini? Umuulize Mungu swali hilo, naye Mungu alikuuliza swali, maisha yako ni nini? Maana ujue kwenye ulipo, inabidi tu unamufanya Mungu ajue kile kitu ambacho tunachokipanga. Haina kusema ya kwa kwamba asema Mungu ajui, Mungu anajua kila kitu. Yeye anapenda sasa wewe umuombe na umujulishe kitu chako ambacho wewe unatakiwa kukifanya, hapana kukaa kimya tu Unajipangia we mwenyewe, unajua siku yako hiyo. Ni siri ambayo ni ya pili iliyojificha katika ulimwengu wa roho. Inabidi muitambue siri hiyo kwa weza na nguvu za Roho Mtakatifu, na mimi mnanisikia na kunifata, na wale ambao walisikia katika ile ujio ya ya kwanza iliyosema chanzo cha imani ji watakaofuata hivi maana chanzo cha imani ni kufanya nini? Ni kusikia Baba.